Shemeji, samani nimekuja hapa na jambo nataka kukuambia. <coughs> Lakini unajua wewe Tina, hapa nyumbani vile unavaa vango fupu fupifupi na kuinamainama ukiniangalia kama nyoka, kwani unataka kuniekea mtego? Sijapenda. Shemeji, hata mimi sipendi kuvaa hivi. Ni Keke amenilazimisha. Kumechacha. Ati Keke ndo alikulazimisha kwa sababu gani? Hmm. Sababu yenye aliniambia ndo nimekuja hapa nikuelezee. Okay, basi. Ndio hapa mimi niko hapa, hebu niambie. Aliniambia nivae hivi ili niweze kukutamanisha kimapenzi. <laughs> Hapo nayo sasa, umeanza kuongea uongo. <laughs> Najua mke wangu hawezi fanya hivyo, si anajua hizi vitu zinaweza haribu ndoa zetu. Aliniambia niweze kutamanisha ili we, aweze kukupata na mimi ndio mkosane, aweze kurithi mali yako kama mlivyokubaliana. Na hapa naye naweza kubaliana na wewe, inaweza kuwa ukweli. Eh, sasa nataka uweze kunitafutia evidence kwa sababu hawezi taka kuniacha kama ana mwanaume mwingine. Sasa hiyo kazi ni ngumu shemeji. Najua ni kazi ngumu, lakini ikifanikiwa nitakufanya ukoe mke wangu. Hafta nimeachana na keke. Really? Yeah, mimi niko tayari. Wewe nisaidie tu kupata hiyo evidence alafu. Eh, si unataka kujienjoy, uende huko Dubai Maldives, ama unataka kujienjoy hiyo nataka maisha mazuri. Eh, basi nisaidie kupata hiyo evidence ndio tufanye majambo sasa. Sawa, wow. Sawa sawa. Wow. Basi Okay. Mm -hmm. <laughs> God have mercy upon us. Tina, ile mpango nimekuambia unifanyie, imefika ni wapi? Kazi inaendelea vizuri, lakini kuna jambo tu moja na nisumbua kichwa sana. Ni jambo gani hiyo? Hivi Keke, ukiachana na Smile utapata mwanamume mwingine anakupenda kama yeye kweli? <laughs> Ukiona nataka kuacha mwanaume ananipenda, ujue already nishapata mwanamume mwingine ananipenda kuliko Smile. Na huyo mwanaume ni tajiri kama Smile? Hapana, huyo mwanaume si tajiri. That's why nataka kuchukua hizo mali zote niende nikazitumie na mwanaume wangu mpya. Usijali, keke Kisaa. Mimi na wewe tutaachana, lakini na kuahidi hakuna chochote tutapata kwa mali yangu, kwa sababu wewe ndio msaliti katika ndoa zetu. Yeah. My dear, unasikiaje? Yeah. <laughs> Unasikia mate ikiwa mingi kwa mdomo yangu <laughs> Usisote na kuna case game. Kliki hiyo linki kukua bio, tengeneza pesa na case game.